Promotions and redesignations. Na familia za waathiriwa wa mauaji ya Shakahola zimeendelea kuchukua miili ya wapendwa wao katika makafani ya Malindi. Jumla ya miili kumi kati ya 34 tayari imekabidhiwa familia. Hata hivyo, jamaa za waathiriwa wamelalamikia serikali kuachia mzigo ugharamia mazishi. Francis Mtalaki anaarifu zaidi. Kwa siku ya tatu familia za wahanga wa mauaji ya Shakahola wamekuwa wakifika makafani ya Malindi kutambua na kuchukua miili ya wapendo wao. Miili kumi imepewa familia ya kwa mazishi. Serikali imesema itagharamia ada ya makafani na usafiri wa maiti. Familia ya Francis Wanje iliyopoteza wapendo wao wanane walipokea miili minne mwaka jana Aprili. Katika awamu ya sasa wamepokea mwili mmoja na kusalia na jamaa watatu ambao wanawasaka. Tuko katika harakati hapa na pale kuona kwamba mazishi tunayatarisha vyema Isipokuwa yes, tu tuko na changamoto nyingi sana sana, tuko katika hali mbaya mbaya kifedha sana, kifamilia, na tumeonelea kwamba ikiwezekana, we, wenzetu ambao majirani na hata viongozi wetu, tafadhalini tunaomba kama inawezekana watupatie mkono, kwa sababu hali imekuwa ngumu sana. Kando na mzigo wa mazishi ambao wanasema umekuwa mkubwa, wanaitaka serikali kuharakisha zoezi hili ili waweze kufunga ukurasa wa mauaji ya Shakahola. iharakishe hii jambo la DNA ili angalau kabla mwaka huu kuisha, haya mambo tufunge kabisa, maanake yametupeleka mbio kiafya. Mambo mengi hatuwezi kufanya lolote sai, kila siku ni kufikiria tu, tutapata lini mili tuzike. We want to come to a closure now ili tuanze mambo mengine. Zoezi hili litaendelea kesho, huku serikali ikitaka familia za jamaa waliotambuliwa kufika Malindi ili kukabidhiwa miili ya jamaa zao kwa mazishi. Francis Mtalaki Ringa, ya Citizen.